Anzia 2020 na ishirini hadi ishirini tano tumekuwa na miradi ya maji 28, 28, miradi ya maji ya bomba miradi ya maji ya bomba na pia tunachimba. Kwa hiyo tumeshajenga miradi ya maji ishirini na kuna iliyokamilika inatoa huduma kwa wananchi na mingine ambayo inaendelea kutekelezwa. Kati 28 miradi kumi na iko jimbo la Kwimba na miradi kumi na nne iko jimbo la Sumbe. Katika kipindi hicho cha mwaka 2020 mpaka 2025 tumeshapokea pesa ambazo ni shilingi bilioni 20.1 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ambayo yote katika hatua mbalimbali. Pia, wakati tunaanza asilimia utekelezaji asilimia ya maji vijijini, yani upatikanaji wa maji mjini ilikuwa ni asilimia 56. Mpaka mwaka jana Disemba ilikuwa ni tumefikia asilimia 77.3 kutokana na miradi mingine ambayo imeshakamilika. Lengo ni kufikisha asilimia 85 ambayo iko kwenye ilani ya uchaguzi, na kuna miradi ambayo inaendelea. Kwa hiyo tunaweza tukakamilisha na tukazidi hiyo lengo la asilimia 85. Kuna miradi ambayo inaendelea ya shilima Shikungula, Nyamilama, Mundi ya Muhurula, imu ya kuba Manao, iliyoanza mipya Bujingwa, Shiranono, ikikamilika tutafikia hiyo 85% na zaidi. Mpaka sasa hivi kwamba tuko asilimia 77, eh, haina maana kwamba pengine hatujafikia yale malengo ya ilani ni kwa sababu tunayo miradi yenye bilioni kumi na moja ambayo iko kwenye hatua mbalimbali za utekelezaji. Kuna ile ambayo iko hatua za mwisho, maana yake ni wakati wowote inaweza ikakamilika. Lakini tunavyo visima pia vitano kila jimbo ambavyo Dkt. Samia Suluhu Hassan e, alielekeza mwaka wa fedha ambao tunaenda nao sasa kumalizia, kwamba kila jimbo lichimbiwa angalau visima vitano, na kwenye mradi huu wa hungumarwa ambao leo tunaongea hapa ambao una, unalisha kwenye maji kwenye, kwenye mji huu mdogo wa Hungumaru, ambao tayari pia tuna kituo cha afya hapa jirani nacho kimepewa maji. Tutakuwa na mradi mwingine mkubwa wa bilioni kama ishirini ambao utatoka hapa kwenda Marampaka eh, na utapita kwenye baadhi ya kata kama Mwakiliambiti pamoja utafika mpaka Sumve, ambako Sumve nako kuna tenki la maji linajengwa miradi hii mikubwa hii tunaamini ikikamilika itakuwa msaada sana, lakini tunao mradi mwingine mkubwa ambiri, ni wa bilioni thelathini na mbili ambao ni wa kutoka Usagara Koromije mpaka Sumve pamoja na Mantare, na sisi kwa, kwa eneo la Mantare kwenye mlima kuna tenki ambalo litajengwa pale. Miradi hii ni miradi ambayo utekelezaji wake na vyanzo vya maji ni maji kutoka kwenye ziwa Victoria. Miradi hii yote itakavyokuwa imekamilika, tuna uhakika kwamba e, upatikanaji wa maji kwenye wilaya yetu kwa majimbo yetu yote mawili utakuwa umevuka pengine lile lengo ambalo e, serikali imeliweka.